megombaane kwa wenyewe umemona alipotoa macho au umesahau kipindi kile alikonishika panki eti anisuke wa wow. liataka mwenyewe na kweli ameta tena ameataka hasa. Wenzee wote tumetulia, ila wao kimbelembele. hmm, hmm. Kama unataka kuandika habari ya dunia hayaona mm -hmm. Basi dedeni. nendeni. ingieni ndani. mbona bado hapa hapa mkapahapa? mm -hmm. <tie> maje medali, ni nyinyi wenzangu, mna kazi ya kunitoa akili ili nipate ngeu kwa kushughulikia mambo ya watu. Huyo shida anaenda kuteteresha kutetelesha afya yake kwa ajili ya mambo yangu. hmm. <tie> Karibuni. Uko ndani tumemwona, si amevaa ile nini, nguo ya kulalia ile. Unataka tuingie asimamia kucha hii? Habari zenu? Mama wangu. Hmm. Na mdeni wangu naesalimia tena na mimi na dayo, aweza kumwona Hamadi Kikala. Wee baba, usinisumbue. Na wao usitie uzungushaji wa akili umenielewa eh? Ingia huku ndani dada zake wako umu ndani wakikuona, utaongea nao na utamalizana nao umenielewa. Sitaki kushurutishwa kuchu na mtu ambaye anajifanya juu ya mawingu

Sasa tu labda niwaambie, nisi majifanya matapeli hapa. Mmekutana na mtoto wa mjini kitambo. Twende ndani.